Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Wananchi wa kijiji cha Naan kata ya Engusero Sambu Wilayani Ngorongoro mkoani Arusha wamemshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji hali iliyopelekea kampuni ya uchimbaji wa madini ya vito ya PDT kuja kuwekeza katika kijiji chao jambo lililopelekea wao kunufaika. Wakieleza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema maisha yao yameanza kubadilika mara baada ya kampuni hiyo ya uchimbaji kuanza kazi katika kijiji hicho, ambapo mbali na kupatiwa ajira kwa jamii hiyo lakini pia kampuni hiyo imekuwa ikisaidia mambo mbalimbali mbali ya kijamiiiioloeshamaash anasema Tesha. <coughs> E, yeye ana, anapokuja kuchimba madini sisi kama wakina mama tunanufaika kwa sababu tunagonga kokoto kila, kila mama anaondoka na chochote kila ambacho amefanya kazi, lakini pia Eh, kwenye zoezi la uchotaji maji kwa ajili ya kampi na, na kwa ajili ya kuosha yale mawe kwa ajili iwe nzuri, badala atumie mashine kuchota maji au gari, anatupa sisi kama akina mama kipaumbele tuchote maji na baadaye anatulipa. Na mwekezaji huyu ametusaidia kujenga ya madarasa kabla yeye ajaja huku kijijini atukua na mradi hii la ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi Naan. Kwa hiyo yeye wamekuja kujenga nyumba kama tatu, madarasa madarasa mata, mawili na nyumba ya walimu. Kwa hiyo yeye mwekezaji huyu wakati imekuja situmepata tumepata mradi mingi, ametusaidia miradi ya shule, alafu pia na mchango mbalimbali mbali ya watoto wa shule na wagonjwa. Vile vile jambo jema ambalo nimekutana nalo Januari mwaka huu 2025 ni ujenzi mpya wa jiko na store kwa ajili ya wanafunzi wetu. Watoto wetu wanapata chakula cha mchana hapa shuleni na hatuna jiko kimsingi. Kwa hiyo tumepata ahadi hiyo ya kujengewa jiko na store na tumeambiwa na serikali ya kijiji kwamba atakayetekeleza mradi huo ni Bwana Tesha hasa kwa kipindi Tesha ametumia ame ile mgodi umepata maendeleo makubwa sana. Ukijaribu kuangalia hapa ni ofisi ya kijiji, na tunasema kwamba amejenga ame yeye Tesha mwenyewe kuanzia hatua msingi mpaka kumalizia kutokana na uchimbaji wa mgodi huu ambayo inamilikiwa na kijiji ambayo sasa ni jamii. Lakini sio hiyo tu e, Tesha kutokana na kuwa yeye ni mwekezaji wetu amekuwa akitusaidia sana masuala mengi ndani ya jamii. Sisi katika jamii tuna tabia ya kusaidiana, kama mtu pale ambapo mtoto wake anashindwa kufika shule tunakuwa na harambee ya jamii wote tunaingia kumchangia. Tesha amekuwa mwekezaji wetu mzuri, alishawahi kufungua harambee nyingi tu za watoto wetu ambao wanashindwa kufikia malengo ya elimu. Bado pia tuliendelea kushirikiana na bado tunaendelea kushirikiana na jamii husika. Hawa sasa ni ndugu zangu, sio tena mtu ambaye ninakuja na kupita tumeshirikiana kwenye harambee mbalimbali huku, kuna kwenye jamii hii kuna upendo, mmoja wetu akipata shida huwa tunamkimbilia na kutatua ile shida yake. Hivyo ni wasii, ndugu zangu wananchi na wajumbe wa serikali ya kijiji cha Naan pamoja na viongozi, tuendelee kushirikiana, tushirikiane tafuata taratibu kama sheria za nchi zinavyotuelekeza tushirikishane, tutafanikiwa kufanya maendeleo makubwa katika jamii hii yetu. Afisa madini mkazi wa mkoa wa Arusha mhandisi Bertha Luzabiko amesema mwekezaji huyo ana mchango mkubwa kwa serikali na jamii inayozunguka maeneo ya uchimbaji, huku mkuu wa wilaya Ngorongoro kanali Wilson Sakulo akiwataka wananchi wa wilaya hiyo kufahamu kuwa hadi mwekezaji anafika katika maeneo yao ni kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka minne, na kusisitiza kuwa wasithubutu kumhujumu mwekezaji huyo na badala yake wampe ushirikiano. Ukiangalia kwa upande wa wekezaji wawekezaji ukiachia ukiacha mchango wanaotoa wa kusababisha madini yawepo yaweze kutoa ajira kwa watu pia wawekezaji wanatoa maendeleo kwa, vi, kwa jamii inayozunguka kwenye vijiji. Prosper Tesha ametoa michango ya, ya kusaidia madarasa ya kusaidia viti na pia katika wilaya ya Ngorongoro. Tesha pia amekuwa ni mdau mzuri sana, ametoa ametoa michango mingi ya maendeleo kwa jamii kama ujenzi wa madarasa zahanati huko na ujenzi wa ofisi ya kijiji, wao watanufaika kwa kupitia e, ule uwekezaji wake pale anapotoa gawio lake kwa ajili ya maendeleo katika sehemu ile anayofanyia shughuli zake. Kwa hiyo ushirikiano kwa mwekezaji ni kitu cha muhimu sana, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa vifaa vyake, asihujumiwe, wampe ushirikiano wa kutosha. Kama kuna changamoto zozote, basi zifike kwa utaratibu, na yeye najua kwa sababu e, ana maelekezo mahususi uhusiana na kibali chake kwamba awahudumie jamii atakayoikuta basi, na yeye e, lazima atashirikiana nao kuhakikisha kwamba changamoto zao zinatatuliwa na kwa wakati. Kwa hiyo rai yangu kwao, wananchi wote watoe ushirikiano kwa wawekezaji wanapokuja katika wilaya yetu. Miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli kuna mambo mengi sana yamefanyika katika wilaya yetu ya Ngorongoro. Mohab TV Arusha.